Studio mchambuzi wa siasa za kimataifa Ibrahim Rahby. Rahby, habari za asubuhi na karibu kwenye matangazo yetu. Nzuri, nashukuru sana. Naam, unasikia mambo yalivyo kati ya Afrika ya Kusini na Marekani, lakini hii yote ni kutokana na mkutano wa G20 ambao umemalizika kule Johannesburg, Afrika ya Kusini. Tunajiuliza, kwa nini kumekuwa na mvutano wa mataifa haya mawili, Afrika ya Kusini na Marekani. Tangu Rais Donald Trump aliporejea tena kwenye ikulu ya White House, kumekuwa na mivutano ambayo uh, kiasili inaakisi tofauti na kile ambacho kinazungumzwa. Ukisikiliza Marekani, wanazungumza kuhusu uh, ubaguzi unaofanywa au sera mpya ya ardhi inaowashughulikia Waafrikana mm. ambao kiasili ni wazungu uh, ambao ndani ya Afrika Kusini ni asilimia saba lakini wanamiliki asilimia sabini ya ardhi ambao Trump analalamika kuwa wananyanyaswa, wanauawa, mauaji ya kimbari yako pale. Hicho ndio ambacho kinazungumzwa, na mara kadhaa Trump amezungumza hilo bila kuthibitisha kwa kutoa ushahidi, kwa sababu wazungu waliopo Afrika Kusini wengi walitoka Netherlands, uh, Ujerumani, uh, na nchi kama Ufaransa huko ndiko walikotoka sio Marekani mm. Sasa unaona kwenye hili la wazungu kuuawa wa, ndani ya Afrika Kusini, sauti inayotoka ni ya Marekani tu, lakini kwenye nchi za asili ambazo wale wametoka, husikii zile nchi zikizungumza au kusikia nchi labda mfano nchi za G20 karibu wote walikuja mm. Hakuna ambao waliosema wali, wali, wali, wali, wali, wali kuhusu hilo la Afrika Kusini zaidi ya Marekani kususia. Sasa nyuma ya hili kuna kile ambacho kimekuwepo, kesi ya Afrika Kusini dhidi ya Israel kwenye mahakama ya ICJ. Hii ndio imekuwa sababu kubwa. Aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini pia aliondolewa visa yake na Marekani kwa sababu alisimama sana kwenye hili swala. Lakini pia Marekani ilimfukuza Ibrahim Rasul ambaye alikuwa ni balozi wa Afrika Kusini kule Marekani kwa sababu naye alikuwa sana na kelele za, za kesi imepelekewa ICJ, ICJ. Uh, Afrika Kusini ofa nyingi kwa ajili ya kulifti ile, ka, ile kesi waiondoe kesi ya ICJ dhidi ya Israeli, na Afrika Kusini wanasema sisi tuna asili ya kulinda maadili yetu, kwao tunasimama kwenye maadili yetu, tunachokiona ndani ya Gaza ni, ni, ni, ni mauaji ya halaiki, kwa hiyo tutasimama kwenye hiyo kesi. Kwa hiyo kile anachotuambia Trump sio kile uhalisia, kwa sababu tuseme katika mkutano huu wa G20 ambao, ukiuhalisia, mkutano wa G20 sio mkutano wa kisiasa ni mkutano wa uchumi. Hii haihusu kuwa wewe unataka kufanya nini mm, au mimi sitaki kufanya nini mm, au una ugomvi na nani, haijalishi, hii haikuhusu ndani ya huu mkutano wa G20. Urusi walihudhuria kwa nini Marekani asisuse kuhudhuria huu mkutano? Kwa sababu Urusi walikuwepo na kile kinachoendelea kule Urusi na Ukraine, lakini Marekani anasema kuwa hajahudhuria kwa sababu Afrika Kusini wanaendesha mauaji ya halaiki hiyo video ya mauaji ya halaiki ya Afrika Kusini, na hapo hapo ndo linakuja swali ambalo watu wengi bado wanajaribu kutafuta majibu kwamba kwa nini kumekuwa na mvutano kati ya Afrika Kusini na, na, na, na Marekani tangu tu alipoingia Donald Trump. Uh, wengine wanasema ni msimamo wake kwenye uh, ICC, BRICS, lakini pia Palestina na Israeli na msimamo wa Afrika Kusini kwenye vikwazo vya Urusi. Hivi vinaweza vikawa ndio sababu lakini kuna fichwa na kuwekwa hiyo ya mauaji ya halaiki. Rahbi, hili nalizungumzia, ya yote yanaingia kabla ya hili la ICJ kulikuwa kuna mzozo ambao ulianzishwa na balozi wa Marekani ndani ya Afrika Kusini kuwa mm. Afrika Kusini ilikuwa imetoa silaha kuipa Urusi kipindi kile, kabla ya haya mengine kuzuka. Lakini kwa hivi siku za karibuni, ambacho kinaonekana Marekani amekuwa akifuatilia zaidi Afrika Kusini ni kesi ya ICJ ambao Afrika Kusini wamekataa kuiondoa kwenye mahakama ya ICJ mm. kwa sababu Afrika Kusini ilipewa ofa na nchi ya Imarati ya kufanya uwekezaji wa mabilioni ya dola kwa sharti la kwenda kuondoa ile kesi ya ICJ. Afrika Kusini wakakataa kuiondoa ile kesi ya ICJ. Sasa hiki kinachoendelea na ugomvi wa Trump kutuletea hadithi nyingi na stori nyingi kuhusu Afrika Kusini, Cyril Ramaphosa alikwenda Oval Office pale mwezi wa tano nadhani, mm. Akaenda na, na mawaziri wengi hadi okay. Mawaziri wazungu walikuwepo mm. Wakatoa kila alichokizungumza kilijibiwa na ushahidi ukatolewa, zikatolewa pale video, zikatolewa ushahidi mpaka video za kina Malema, yale wanayoyazungumza. Trump alikuwa anatoa kitu ambacho Malema hayupo hata serikalini lakini yule ni mwanasiasa kwenye nchi ambayo iko huru, anaweza kuzungumza chochote anachojisikia. Trump wakatoa kama ushahidi, wakatoa video hadi ambazo sio za Afrika Kusini, zingine za Angola, zingine za Kongo, kuonyesha kama jamii ya wazungu inanyanyasika. Yani kutaka kuonyesha kile, lakini walikuwepo mawaziri wa, wa, wa, wa, wa Ramafosa, wakaeleza vizuri kabisa kuwa hakuna kitu kama hicho kwetu, licha ya kuwa, fikiria kitu kimoja, Afrika Kusini wazungu ni asilimia saba, wanamiliki zaidi ya asilimia sabini ya ardhi igeuze kinyume yaani geuza kinyume ingekuwa ni nchi ambayo waafrika uh, waifanye kinyume chake halafu, mm. niambie Trump angesimamia wapi? mm-hmm. kuwa ingekuwa nchi ya wazungu mm. halafu wa Afrika asilimia saba wanamiliki asilimia sabini ya ardhi mm. sijui Trump angezungumza kipi? kwa sababu Trump anazozungumza ni ubaguzi tu, mm-hmm. hakuna kingine ambacho anachokizungumza. Ni kwa sababu Afrika Kusini wamegoma, na Afrika Kusini ni washirika kweli, kama sema Muhammad wa BRICS, ambao nyuma yake pia kuna Urusi na, na, na pia Afrika Kusini ni nchi ambayo inafanya biashara kubwa zaidi na Uchina, ukiondoa Marekani, nchi ya pili anafanya ni China, kwa hiyo kinachosukumwa kwenye hili kwenye mkutano wa G20 unashindwa kuelewa. Lakini mimi naona matatizo uh, mengi ambayo unaona Trump anazungumza kuwa mkutano ujao tutafanyia Florida Miami, ambapo Afrika Kusini hatutomwalika sawa, 2026 ambaye Marekani atakuwa rais mkutano ya, ya, ya G20 nchi ambayo inakuwa imechukua nafasi ya urais huandaa mkutano mmoja kila mwaka mkutano wa, wa mwaka, nadhani, mwaka juzi Biden, alitaka kuizuia Urusi isishiriki kwenye mkutano wa Brazil akasema hawawezi kushiriki kwa kile kinachoendelea. Brazil walijibu vizuri, jukwa la G20 sio jukwa la kisiasa, jukwa la G7 sio jukwa la kisiasa, lakini linatumika kwenye malengo ya kisiasa, kuanzia mzozo wa Urusi na Ukraini. Ukiangalia Marekani amekuwa akitumia majukwaa ya G7 na G20 kuakisi ajenda ya kisiasa, kuanza kuisusia Urusi kuanzia wakati huo, kuwa anataka mkifika kwenye mkutano lazima mjigawe timu kubwa ionekane iko upande mmoja, lakini hii mikutano mfano, ukiangalia G20. G20 ni, ni, ni walianza wali hasa mwaka 99 baada mm. ya, ya, ya vurugu kubwa ya uchumi wa dunia ulipoporomoka mwaka 97 mwaka 99 ndio wakaanzisha kwa ajili ya kushughulikia matatizo ya kiuchumi ya dunia mm. Sasa matatizo sio, sio swala la kisiasa hili. Marekani mkutano uliopita wa unga, uh, unga 80 ndio alinyima viza Rais wa mamlaka ya Palestina Mahmud Abbas kwenye mkutano wa unga akasema hawezi kuingia. Halafu akawatishia Brazil kwa sababu Brazil nao pia wako upande wa pili ambao wanaunga mkono vitu ambavyo havitaki, na Colombia wakatishiwa kunyimwa viza. Mkutano wa Umoja wa Mataifa haumuhusu Marekani, G20 haimuhusu Marekani, sio uamuzi wa wako. Umeona jibu lililotolewa na ofisa Ramaphosa, inasema kuwa tupo kwenye nafasi hii sio kwa upendeleo Yani, sisi tunakidhi vigezo, unataka hutaki, sisi tunakidhi vigezo mm -hmm, sio kwa sababu ya wewe unataka tuwe hapo. Mm -hmm. Sasa alichokifanya Marekani kwenye mkutano wa Unga na nchi wanachama zikahalalisha kwa kupiga kura kumruhusu Mahmud Abasi azungumze kupitia video kwenye mkutano, ilikuwa ni kosa, walipaswa wachukue hatua, kwa sababu huu mkutano haumuhusu Marekani. Marekani hawezi kulazimisha kuwa nchi fulani hawezi kuingia kwangu. unakumbuka mgogoro wa wa Somaliland na Ethiopia juzi mm. ambao ulileta mpaka Mogadisho kule mm. wakati Ethiopia inataka kuchukua bandari ya Berbera kule mm. Kilichofuata baada ya ule mzozo, kulikuwa kuna mkutano wa AU Addis Ababa, ulifanyika Ethiopia, makao makuu ya AU. Haikuweza kumzuia rais wa Somalia kwa sababu haikuhusu So, yani hizi ni ofisi like za kidiplomasia zipo mm, kwenye ardhi yako lakini mm, wewe haikuhusu kuwa eti kwa sababu wewe na fulani ndio uje umzwei kama anavyozungumza mm -hmm. so, so, ni, ni hapo itaka tu, tusalia hapo kwamba kumhusu uh, Ramaposa na Rais Trump mm, kwamba kwa kawaida mwenyeji anayekuwa mwenyeji kwa, kwa mfano kwa mkutano huu tunaozungumza mm, wa G20 mm kukabidhi kijiti chake kwa mwenyekiti anayefuata kwa maana hiyo kwamba ka mkutano uliokwisha, Afrika ya kusini haijakabidhi ndio ilikuwa inamkabidhi kijiti sasa anayefuata ambaye ndiye ndiye Marekani, lakini kilichofanyika ni kwamba Marekani, Ramaphosa alikataa kukabidhi kile kijiti. Kwa maana ya kukabidhi kwenyewe kulikofanyika ni kwa kumpa mwakilishi wa ubalozi wa Marekani aliye ndani ya nchi yake kwa maana ya kwamba sasa ndio tunawakabidhi kijiti, sio kwa no, ule urasmi wenyewe ambao u, kwa kawaida huwa unafanyika. Tunajiuliza, hilo inaweza kuwa sababu ya kumfanya Trump kukataa maposa kualikwa kwenye mkutano ujao kule Florida, Miami? no, alichokizungumza Trump, amesema kuwa hawezi kuwaalika pamoja na hilo lakini amesema kuwa hawezi kuwaalika kwa sababu anashuhudia waafrikana bado wanauawa ndani ya Afrika Kusini. kwa lile alilozungumza Trump Kitendo cha Marekani kutaka afisa mdogo wa ubalozi akabidhiwe nafasi hiyo ilikuwa ni dharau kwa Afrika Kusini. Hiyo ni dharau. Marekani walisusa, yani hakuna uh, wawakilishi wa ngazi za juu, yani viongozi wale wa ngazi za juu ambao walipaswa wahudhurie mm. Wote walisema hawawezi kuhudhuria, lakini katika dharau ambayo anaonekana kabisa, maanake mkutano ulikuwa siku mbili, viongozi waliohudhuria ni wa dunia, mawaziri wakuu mm. Marais. Mm. Halafu Marekani dakika za mwisho eti anatuma hakuhudhuria kwenye mkutano yule afisa ametumwa dakika za mwisho kuwa, nenda kachukue kijiti pale. Ilikuwa ni dharau kwa Afrika Kusini kama inaweza kuonyesha vile, ndio maana wamezungumza kwenye hotuba yao kuwa hii ni nchi huru na yenye heshima ambayo haiwezi kamtukana haiwezi katukana nchi nyingine yoyote, lakini inatakiwa kuheshimiwa pia. Kilichoonyeshwa na Trump ilikuwa ni dharau kwa Afrika Kusini, na hatua wali, walioichukua ilikuwa ni sahihi kabisa, kuzuia kama hawamwezi kufuata utaratibu acheni lakini hamwezi kufanya dharau kwa hii. Sasa kitu kimoja ambacho mi ndio nimekuwa nikikizungumza ni, ni, ni, ni kuwa kwa nini nchi zimenyamaza? Kwa nini Afrika haizungumzi? Kwa nini wanaharakati ambao duniani huwa wanazungumza, kwa nini hawalizungumzi hili? Walikaa kimya kuanzia mkutano wa Umoja wa Mataifa wa Marekani kuzuia baadhi ya viongozi kuingia wananyamaza hivi sasa, G20 wa Marekani kutaka kumzuia tena Ramaphosa. Wanaona kama haliwahusu, lakini kiuhalisia kuwa sio sahihi. Kwa, kwa maoni yako nini mwisho wa mvutano huu kati ya mataifa haya mawili? Afrika Kusini na Marekani. Trump ni rais mwenye kigeugeu, atageuka. Leo Ramafos, na mwenye alichokizungumza watakuja kukutana na Ramaphosa atazungumza vingine kabisa, tofauti na kile anachokizungumza. Kwa hiyo huwa anaweka hilo. Nyuma ya hili lilianzia pia kwa Elon Musk ambaye alikuwa mshauri mkuu wa Trump wakati ule alivyosukuma hizi keti manake Elon alinyimwa leseni za, ku, za kufanya uh, intaneti zake pale Afrika Kusini wakati huo. Kwa hiyo naye alilipika kwa nafasi yake. Hebu ufikiria nchi kwenye nafasi kwenye nchi ambayo ina genocide ya wazungu. Trump katoa nafasi kwa wale waafrikana kuwa wote njooni Marekani, mnaonyanyaswa mnaouwawa. Namba ya waliopewa hifadhi ni hamsini na tisa. Kuna genocide hapo? Yaani kuwa mpo kwenye genocide ya mauaji mnaonewa, mnauawa, na, wa wa barabarani, rusu, na watu wameruhusiwa wa, kuingia Marekani watahudumiwa na serikali ya Marekani kila kitu, walioingia ni hamsini na tisa. Huipati picha kamili ambayo Trump anachokizungumza na wale raia, kama nilivyokuambia awali, sio wa Wamarekani. Kwanini Netherlands haisemi? Kwanini Ufaransa haisemi? Kwanini Ujerumani haisemi? Ambao kiasili wale ndio wanatoka kwenye zile nchi, wala hawaoni hilo ambalo Trump analiona Hivi tunakubaliana kuwa South Africa kuna genocide halafu Gaza hakuna genocide kwa kauli ya kwa njiuliza, tukua, Trump kwa hiyo <laughs> unakaa unajiuliza tu kuwa nini anachokitafuta Trump mjadala mm ni -hmm. mrefu Rabi, tunakushukuru asante kukubali kuzungumza nasi, asante kwa uchambuzi wako na imani aliyetufuatilia vizuri amekuelewa, nakutakia asubuhi njema, shukran sana. ni Ibrahim